Unajiandaa kwa presentation kesho, lakini slides bado hujaziandaa. Usijali, Tome AI iko hapa. Kwa uelewa wako tu, kwa sentensi moja itakuandalia slides safi za kisasa na za kitaalamu bila stress yoyote. Hizi hapa hatua rahisi za kutumia Tome AI: fungua Tome AI. Tembelea tovuti ya Tome AI au ipakue kwenye kompyuta au simu yako. Ingia kwa email au akaunti ya Google ikiwa huna, jisajili kwa dakika chache. Bofya new project ili kuanza presentation yako mpya. Eleza mada yako kwa maneno machache, mfano, athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kilimo. Slides zitajitengeneza na maandishi, picha na muundo wa kitaalamu. Bofya nabadilisha muundo, rangi, picha na maandishi kwa urahisi. Tazama slides zote, hakikisha habari ni sahihi na imepangwa vizuri. Pakua kwa PDF au PowerPoint. Sasa presentation yako ipo tayari kwa mkutano, darasa au maonyesho yoyote, bila mashaka. <sighs> Tafuta ufanisi kwa presentation zako, jiunge na Tome AI kupitia Tajuda Tech na uwache wasiwasi wa kutengeneza slides. Kila slide itajitengeneza kwa haraka, kwa ufanisi na kwa muundo wa kisasa, vyote vikifanya kazi yako ionekane bora zaidi. TajudaTech na kuletea teknolojia bora ili presentation yako iwe ya kipekee na ya kitaalamu. Fanya hivyo leo. Tumia TajudaTech na Tome AI kufikisha ujumbe wako kwa nguvu.